Na mtazamaji, licha ya ukavu na kiangazi cha mara kwa mara, sura mpya imeanza kushuhudiwa Wajir ambako makundi ya wakazi yamejitokeza zaidi kushiriki utunzaji wa mazingira. Kutoka ardhi kavu iliyopasuka, sura ya Wajir imeanza kubadilika. Mwanahabari wetu Emily Chebet amerejea kutoka Wajir na kutuandalia taarifa ifuatayo. Kwa miaka na mikaka, maeneo ya kaskazini mwa Kenya yamejulikana na ukame, vumbi na maisha yanayopotea Mabaki ya mifugo yaliyokufa ikisalia ya kumbukumbu ya makali ya ukame. Lakini sasa hali inaanza kubadilika, mvua inaponyesha mchanga unaanza kulegea. Kaunti ya Wajir bado ina alama za majeraha ya muda mrefu ya ukame, lakini majani mabichi yameanza kuota katikati ya vumbi. Ni mabadiliko dhaifu, lakini yenye matumaini ya uhai mpya. Hassan Nur mkazi wa Wajir ameendeleza upanzi wa miche ya miti asilia kwa zaidi ya miaka 26. Alianza safari hii kabla hata ya ndoa. Miaka imepita na sasa miti hiyo imebadilisha siyo tu mazingira ya nyumbani kwake bali pia maisha ya mamia ya watu waliopokea miche kutoka kwake. Na nini ilifanya ukaanza hii kazi ama ulifikiria yani? Na yani, Mungu tu ndio ni direction na ni kuzifu wa kazi. Mimi sikuwa nimesoma na nikaona kazi ya kufanya kiboroa ujenzi hii ilipoanza kupanda na kaanza kuuzia watu, nikaona watu wananunua. Ingawa Hassan Nur alianza kupanda miti ili ajikimu kimaisha, kazi hiyo sasa imekuwa lengo lake la maisha, bidii yake ya zaidi ya miongo miwili ikithibitisha mapenzi yake kwa mazingira. Maisha ni miti, ndio sababu inalazimisha tupande miti, kwa sababu ni uhai, uhai wetu, na no miti inafungana miti ikikosekana, uhai itaenda, kwa sababu ndio tunategemea. Kama ni mnyama ambaye tunategemea, inategemea hiyo miti, wanyama wa pori ile tunavuga, uhai wote unakula miti uh, na hata sisi. Mita chache kutoka nyumbani kwa mzee Hassan Nur Farah Ali, mwanaharakati mchanga wa mazingira, anaongoza kikundi cha vijana katika upanzi wa miti ya kiasilia. Katika hatua ya kipekee Wanajeshi kutoka kambi ya wanahewa walijiunga na jamii, wakiweka chini silaha kupanda miti uh, in your, in your, in your, katika eneo ambalo mvua ni adimu onyesha kwake si tu mabadiliko ya hali ya anga bali ni ishara ya uhai. Kwa watoto wa kaunti hii ni furaha ya dhati, na kwa wanaharakati wa mazingira kama Fara Ali ni nafasi ya dimu ya kupanda mbegu ya kesho yao, matumaini mapya kwa vizazi vijavyo.

To our target by in the next five years. Fara na kundi lake pia wameanza kutunza vipande vya ardhi katika shule mbalimbali mbali ambako wanapanda misitu midogo. Wanaamini kwamba hatua hizi ndogo zitaongeza idadi ya miti katika kaunti hii. Possible

within advance. Mabadiliko yanaonekana kaunti hii ya Wajir. Hassan Nur alipanda miti kwa matumaini. Vijana wa sasa wanapanda kwa makusudi, wote wakiitaka serikali kuu kushirikiana na jamii katika juhudi zao za kuwafikia malengo ya miti bilioni kumi na tano kufikia mwaka wa elfu mbili na thelathini. Nikiwa na hii karatasi elfu kumi, niko na nia ya kupanda elfu kumi. Hiyo elfu kumi serikali ikinunua mara moja, mi nasapata pesa kujisaidia, naye sio hata ninue naye gari ya kusunguza naye. E, badala ya kuuza mia moja, serikali achukue na mia mbili au mia tatu mm, kila moja pia kwa mahali inatakana nchi ingetusaidia. Fara na Nur, kizazi kipya na cha zamani wanashirikiana, kimaono yao sio kupanda miti tu, wanakuza maisha ya baadaye kwa jamii. Katika msimu huu wa mvua katika kaunti hii ya Wajir, vijana na wazee wamejitokeza ili kuhakikisha mandhari yao imelindwa, huku wengi wakihakikisha kwamba idadi ya misitu katika kaunti hii Imeongezeka. Emily Chebet runinga ya Citizen kutoka kaunti ya Wajir.